Kuna watu mtu anaweza kukuta analipwa mshahara mzuri sana lakini, hakuna maendeleo yoyote yale anayoyafanya akishapata mshahara. Mshahara wake wote unaenda kwa wanawake, anamke nyumbani, lakini utaenda kwa wanawake wengine wa nje. Mshahara wote unaenda kwenye kulewa, unaenda kwenye vitu vyote vya nasa. Huyu aliamua kumwacha Yesu, aliamua kuamini kwamba dini ni utapeli, na akaamua kutengeneza maisha yake, lakini anafurahia maisha yaani akipata mshahara siku mbili umeisha kwenye vitu vya nasa simpangie mabajeti yake, lakini unaisha katika vitu vya anasa kwa ulevi, uzinzi na vitu vingine. Ajaamua kuwekeza kwa Yesu Kristo, kwa sababu ukiwa na Yesu Kristo ndani ya maisha yako, hata kama ni chochote utakachokipokea utakitumia kwa msaada wa Bwana Yesu Kristo, atakuongoza anaweza. Hata kama unalipo mshahara mdogo sana, Mungu atakuongoza jinsi ya kuutumia ili uweze kujikwamua kama ni kiposho tu, sio mishara, ni kiposho, ni zawadi, umepewa elfu hamsini jamani, kila mwezi. Ukiwa na Yesu Kristo atakuongoza. Sasa watu tukiwaambia kwamba njoo kwa Yesu Kristo, wanaona kama vile tunaowaambia labda hatuna akili, no. Haki hivyo hivyo, kaa huko huko na maisha yako hayo, lakini ukija ukumbuka, ukiwa mzee yani umechelewa, na watoto wako wanahitaji wasaidie wengine wanahitaji wasomeshe, lakini ndio hivyo ulimkataa Yesu Kristo, uliamua kuyachagua maisha yako ya unayoyataka. Chagua Yesu Kristo, atakuwa kiongozi wako katika maisha yako yote, atakupangia kila kitu, atakusaidia. Kwa maana bila msaada wa Bwana media tangaika.